Kinachosababisha watoto waende kuishi na kufanya kazi mtaani ni kwenye familia, pale hakuna utulivu na sababu ziko nyingi, lakini hawaoni kama ni shida kupaza sauti kwamba serikali ya mtaa, watoto wamezidi hapa mtaani, tunafanya nini? Lazima tutoke huko, ndugu wananchi, ili tuwaze kujenga ajenda yetu kuanzia huko chini. Huku kwenye taifa tuna kamati inaoshughulikia maswala ya kudhibiti watoto waishie na kufanya kazi mtaani, na mwenyekiti wake ni kamishona ustawi wa jamii. Na hapa utaona kazi kubwa iliyofanyika, programu ya utambuzi wa watoto waishie mazingira hatarishi huwa ipo na kipindi cha mwaka elfu mpaka elfu watoto elfu ishiri na saba na sitini kumi na sita kumi lakini wakishatambuliwa wanapelekwa wapi? Wanapelekwa kwenye huduma mbalimbali za kijamii wawezeshe shule za ufundi, maana yake wanakuwa wameshachelewa kusoma shule, wapeleke elimu ya watu wazima. Huyu ana uwezo gani wa kufanya kazi? Anapelekwa kwenye masuala ya kibiashara. Wengine wana matatizo ya kujumuiwa, wanahitaji msaada wa kisheria, wanaunganishwa na msaada wa kisheria. Wengine wanarudishwa kwenye familia zao baada ya kupitia mafundo na marekebisho ya tabia. Sasa wakirudi kule, wale wazazi si tumewarudisha, unakuta tena wazazi walisha achana, mtoto anaingia mikono mingine, anarudi tena mtaani. Lakini wazazi wakiona mtoto huyu tabia zake, kama tulivyo kubaliana na kukubaliana kwamba ikitokea hivi ufanye hivi, yeye mwenyewe kaingia kwenye ulevi uliopitiliza, hana malezi kwa huyu mtoto, mtoto anarudi mtaani. Sasa ilitakiwa na ilitarajiwa, wewe mzazi uliyezaa mtoto, baba na mama, ukiona mtoto huyu anakimbia, anaelekea mtaani, wewe si kama vile ng'ombe akipotea unaenda polisi kuripoti, unapata arabia ya isee au watu hawana arabia? Yani mtoto akapotea, sawa. Akipotea kuku, mbuzi, mtaa mzima haulali. Hapa ndio tunapokuja kuachana watu, ameona ni kawaida. Sasa mikakati yetu ni pamoja na kipindi hiki tumemchukua mtoto amepotea huko nyumbani kwako, huna RB wewe, na tunakukamata tunakuweka ndani kwa mujibu wa sheria ya mtoto, utuambie ulikompeleka. Ukifanya hivyo wanaonea. Sasa mimi nitawezaje kutekeleza mikakati bila jamii kulipa ushirikiano, kwamba mtoto kapotea, nina taarifa hii, polisi anatafutwa, lakini mtoto huyu ni mtukutu, natoa taarifa moja moja sita au kwenye zile namba tulizotangaza au kwa afisa ustawi au serikali ya mtaa. Nione hatua zako. Mvua ikinyesha wachukua jembe ukalime. Mawingu yakianza waenda kusafisha shamba. Mtoto akianza dalili ambazo zina mashaka hakusikiliza, mwelewani na sisi tuambie, tumrekebishe. Kuja kumrekebisha, ameshaingia mitaani, gharama kubwa. Ameshabakwa, amelaitiwa, kapewa dawa za kulevya, kadanganywa mambo yote inakuwa ngumu sana, ndio ninachosema. Hivi sisi ni watunga sera na miongozo, lakini bila wananchi kutusaidia tutekeleze pamoja, mambo haya ya watoto wa mitaani hatutaweza. Mikakati mingine tumesema, tukimbaini akiwa nyumbani tutamtengeneza, akishindikana, tunajua tumpeleke kwenye chaneli gani ya maendeleo na ustawi wake. Tuna makao ya watoto makao ya watoto tunaenda kuwatunza wale ambao wameshindikana, ili tuwarekebishe. Tuna kamati ya kitaifa ya kuhusu udhibiti wa maadili mtandaoni na ulinzi wa watoto, ina wajumbe wa sekta zote. Nilikwenda Abu Dhabi miaka miwili iliyopita, dunia ilikuwa inaongelea kuhusu hatima ya kudhibiti maudhui ya mtandaoni na ulinzi wa watoto. Tanzania tuna cyber crime act ya mwaka 2015. Mule ndani ukikamatwa unafanya mambo yako wewe. Kuna maadhabu mpaka milioni 50, milioni kiatangaza siku moja. Ila watu wanafanya vile mazoea, mwingine anafanya kosa yuko nje ya nchi. Hayuko hapa. Lakini kwa sababu mitandao yetu inafika mpaka huku, tunakuja kuyaona na sisi, hasa kwa upande wa watoto ili wasiingie huko. Hii kamati itakuja sasa na mapendekezo kama mlivyoona kwenye nchi nyingine. Kwenye kipindi hiki mabunge yetu matano yajayo tukija na huo mkakati wa kusema sasa ni hivi, naomba ushirikiano, tuwalinde hao watoto, isije ikawa anazuia anafanyaje. Tutatumia mbinu za nchi zingine walizofanya wakafanikiwa, tuweze kuwalinda hao watoto. Lakini wewe mtu mzima, sio mtoto, unabandika vitu vyako huko, kamati hii sasa hivi haitaishia kuwaita tu na kuwaonya. Tumeonya sana kwenye serikali awamu ya sita kipindi cha kwanza. Eh, bwana, tutakupeleka mahakamani ukapambane na the cyber crime